Maavitha a thirikari ya kaunti Embu aria merega kuvutwa wira ni ngavana wa kaunti ino Cecily Mbarire Riu ni mambiti okira thirikari iria maratungataga Chief Officers Aya matongoretwe ni pitho ni moshoki, Evantas Mugendi Karimi Mwaniki Nandani mbongo Ni mareganite na ndeto siya kwirekana ati ni meto nyiri otetitene na kwambia kambeni Na kuuga dhina guondio wumirite thirikari ya kaunti Embu umanite na ngavana tondo ndataragwa mugendi a kiaria itura riria karau gicigo kia mbunge kia manyata araugire no irega gutara ngavana Mbarire kana agirie utungata wa ugima wa mwiri thiina wa thibitari ya karau no ati ake mavothia mwena wake karimi augete engi ao au. makithura gutungata mwingi wa kaunti Embu matungata mathurirwe kuringana na ugi wao no atĩ mageco wa gũcinjua na gũtwarwo mbongerĩ mataĩ na amenyo nacio kuonaiguo maavitha ya no mathiĩte na mbere na kwamokĩra mũsara ona thĩngi ya okoro mavutĩtwo wĩra antony ndwĩganandetwe ndetweno no natwika gavana nitwandikire andu a kundethia wira angimera riu turutei wira tuthii glaund turutire andu etu wira nigetha magetikira gutucokia kuo ringi atugu amwe ao marambicairire o oh, nakorwo nimararuta wira thirikari nimarenda ite na matia ukakumbira gavana tuverthaa tuthii tugacarie kura turenda iti cia 2027 20, nakwa monaga mutandaori nga chif ofisa snga so, so, ngavana Cecily Mbarire aagĩtariria gĩtũmi gĩa kũrũgamia wĩra ma chief officer ake wĩra nĩ ũndũ wa kũthiĩ kampeini irĩ cia moko wa ngiri ĩrĩ na mirongo ĩrĩ na mũgwanja bandũ ba kũmũkandia wĩra na gũkenyatheria ciĩranĩro iria cioũ arutire mwengi wa akauntĩ ya embu nwatuanakũ naĩ wa ũguo arĩa o nao marũgamĩtue wĩra maratũmĩra mĩeke kwaria naĩ ya thirikari akaunti ya emb mĩthenya mĩnini tu barĩa vo marakwagwa makĩmiendia

Kwa kwa iyo, na kira riu kiro wonekana weta mutugo uthiite kuu keyumiria mutongori wa na kana maavitha mau ma thirikari ri gutumira ing'ang'a kwaria na e kule ya thirikari na kumicambia mwenge ule mwingi uri mithenya minini marakoragwa makiaria waro wa thirikari iyo

kana kũrĩ thirikari ya ngavana Cecily Mbarire na kwaria naĩ yao gũkũmakĩhũragĩra ndebe wa mũndũ gĩtura kĩrĩa kio aratanya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na mũgwanja akatgan na kyana ku <coughs>